Jiji la Dar es Salaam lenye kila aina ya raha na karaha, kila kukicha ni mwendo wa kila mwenye koti akisaka noti, ili mradi msosi ujae kwenye poti. Hapa unaweza kupata chochote unachohitaji: vyakula vya mtaa, hoteli za kifahari, usafiri wa mwendo kasi hadi daladala, kwani hapa pesa ndiyo lugha pekee inayosikika. Wenyewe wanasema maisha ya jiji ni rahisi kwa anayejua njia. Baada ya mihangaiko, wengi hupendelea kutembelea vituo vya massage parlors kupumzisha misuli na kuondoa uchovu wa siku. Massage ni huduma ambayo sasa imeshamiri katika miji mikubwa. Ukitembea jijini Dar es Salaam, kuanzia mitaa ya watu wa kipato cha juu hadi cha kati, unakutana na saluni za kisasa na spa zinazotoa huduma za kisasa za mwili. Lakini je Mtaalam wa physiotherapy anasemaje kuhusu huduma hizi? Uh, masaji ni, ni namna ya kutumia mikono kutibu au kuleta uh, relaxation, kuleta uh, tusema utulivu kwenye misuli au mwili, na kitaalamu inatumika kulingana na na, na shida mgonjwa alionayo. Kwa mfano kwa physiotherapist, si tunatumia masaji kama tiba tiba. Ala, kumbe masaji ni sehemu ya tiba ya mwili ikitolewa kitaalamu. Lakini utafiti wa dawati la hadubini umebaini kitu tofauti, kwamba baadhi ya vituo hivi vinatoa huduma zaidi ya tiba ya mwili. Unapoingia utatajua bei ya huduma, ndo jakulisali moja na nusu, elfu arobaini pia ni full board massage ambayo ni peke ni yake na choo cha nsiasi, ukafanya half massage ukafanya labda juu tu ama chini lakini mtu wa masaji mwenyewe anakuambia kwa sauti ya chini, mbona kama kuna biashara nyingine inayoendelea hapa katika kivuli cha masaji. Yes, ha. Mazungumzo haya siri yanaonyesha kuna biashara nyingine inaendelea <tipasarikana> Wananchi wanaonekana kufahamu kinachoendelea endelea. Ni kweli zina umuhimu, ukichoka au mwili ukikaa huko, unajua sisi wengine wanaume tunafanya kazi muda wote, kazi ngumu, nataka kidogo ufanyiwe masaji. Lakini kuna masaji zingine sio masaji, mtu unafanya masaji kuna vitu vingine tena unapewa, si unajua navyo vina athari hivyo. Sasa kwa matangazo yale tunayaona, yatengeneza ya mazingira fulani ya vitendo vingine tofauti na masaji yenyewe. Vitendo hivyo inaweza ikawa vinaendana na ngono wakifika pale, mtu akishaanza stimulate nini hapo, za JKT chapanda. Kuna watu wengi yani yani, utajikuta tu amefanya yani, bila kutaka, au zingine utakuta ndio hivyo, kwa hiyo itabidi tu afanye. Ila ambao wanafanya massage waendelee kufanya massage, ila kwa hiyo vingine vinavyofunguliwa kwa ajili ya massage afu vinafanya vitu vingine, naomba vifungiwe tu. Ushauri wangu ni vizuri serikali vipitie vituo vyote vinavyotoa hiyo huduma, alafu wale wanaotoa zile huduma wapatiwe miiko na maadili katika kazi zao. Swali kubwa sasa, je, mamlaka zinafahamu kinachoendelea nyuma milango vituo hivi? Kuna tuhuma kwamba wanaoenda kwenye massage wengine wanafanya mashirikiano ya kingono, ambao ni tofauti na huduma iliyowapeleka katika vituo vya massage. Kwa hiyo tunahitaji kwamba vituo vyote ndio maana ya kuvisajili, ili kituo chochote ambacho kitafanya kinyume na masharti ya usajili wake vichukuliwe hatua. Lakini wataalamu wa afya wanasema vituo vinavyokiuka taratibu hizi ni kama majiko yanayopika madhara ya baadaye, konayo au mtu uko nayo, madhara yanaweza ikawa ku, kuumiza mwili au sarasara kuumiza mwili au kuleta majeraha zaidi. Kwamba huduma ya massage sio ngono, huduma ya massage ni huduma ya afya kama afya zingine duniani kote. Kwa mtu yeyote ambaye ameamua kwenda kutumia vibaya, anahatarisha afya yake, na hii ndio elimu hiyo tunayoitoa. Kwa hiyo yeyote aliyeamua afanye, lakini sheria itakapokukamata utawajibika kwa kuhatarisha maisha yako wewe na maisha ya mtu Dar es Salaam, jiji lenye raha zake. Lakini raha hizi zinapogeuzwa biashara kinyume na sheria, mstari kati ya tiba, tamaa za kimwili na biashara haramu unafutika. Swali linabaki kwa jamii na mamlaka husika: ni nani ataurejesha mstari huu?